Asante, Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, awali ya yote, kwanza niseme ripoti ya leo ya makinikia, nasikitika kwamba imewataja wabunge wengi katika bunge letu hili tukufu. Kwa hiyo sijajua ya hatima yake itakuwaje. Ni wape pole tu wote kwa pamoja watakaokuwa wameguswa. Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru kwa, kwa kupewa nafasi ya kwanza kabisa, ni upendeleo wa pekee na mtemi kwa hili na kupongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, tatizo tulilo nalo katika nchi hii, tunalo tatizo kubwa la namna ya kukusanya mapato ya nchi yetu, tuna tatizo na mapato na kwa kweli tusipojikita kutafuta vyanzo vya mapato vilivyo imara, hata vile tulivyo navyo tukaviimarisha vikatoa fedha inayoweza kuendesha nchi hii, tutaendelea kuimba wimbo wa maendeleo ya nchi hii bila kufika mwisho. Mwaka jana tulikuwa na bajeti ya trilioni 29 ambayo haikutekelezwa, bajeti ya maendeleo ikatekelezwa kwa asilimia 34. Leo hii tunakuja na bajeti ya trilioni thelathini na mbili. Huu ujasiri tunaupata wapi eh? Yaani wao ishirini na tisa zimeshindikana, unakwenda thelathini na mbili. Wakati fulani unaweza ukasema ni ujasiri wa kujifunika shuka moja na nyoka. Ni muujiza gani tutakao ufanya tufike thelathini na mbili wakati ishirini na tisa ilishindikana. Mimi nitoe wito nitoe wito kwa viongozi kwa, kwa wale ambao me, mawaziri mnaohusika, ebu tukae tukae chini tupitie chanzo kimoja kimoja, na ni kwa nini hatufikii makusanyo ya asilimia mia kwa kila chanzo tulichonacho. Nchi zinatucheka, una dhahabu unakuwa watatu katika Afrika lakini ni nchi masikini tuna utalii tuna wanyama wa kutosha, tuna milima na, na vivutio vingi vya watalii, lakini bado nchi ni maskini hivi hivi. Tuna ardhi nzuri yenye rutuba na mabonde mazuri, lakini nchi bado ni maskini. Tuna kila kitu ambacho tumepewa na Mwenyezi Mungu, lakini bado ni maskini. Jamani, ndugu zangu, nani katuloga nchi hii? Matokeo yake bajeti iliyoletwa ambayo watu wanashangilia sana ni, ni bajeti tegemezi na hatuna uhakika hata wa collection za ndani kama tutafika hizo fedha ambazo tumeandaa tumetenga, hao wafadhili ambao tunategemea tuetebe trilioni kumi na moja, tuna mkataba nao wasipoleta tutawafanya nini? Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nashauri wabunge wote tutakaochangia bajeti hii tujikite kuielekeza serikali namna ya kukusanya mapato na kuzuia uvujaji wa mapato. Upotevu wa fedha za serikali ni mkubwa mno. si aijiri kitabu lake nene lote lile limeeleza namna fedha za Tanzania zinavyopotea, namna fedha tunazokusanya zinavyopotea, na waliopoteza wote hawako jera lolote hapa, wote wako nje wanakula chips na kuku, wanaendelea kuishi na wengine wako humu wanaendelea kuishi. Mheshimiwa wa Mwenyekiti, Naomba nijikite kwenye, kwenye swala la kufutwa la, la kufutwa kwa, kwa, kwa motaveiko anyo motaveiko, ambayo sisemi ni kufutwa, ni kubadilishwa kuwa chanzo kingine, ipatikane kwenye chanzo kingine. Wamiliki wa vyombo vya, vya moto magari wana uwezo kiuchumi. Leo hii wanafutiwa kulipa laki moja na nusu mpaka mbili na nusu. Mzigo ule anakwenda kubeba mkulima wa kijijini kule kwangu Kakonko, shilingi arobaini inayoongezeka kwenye mafuta. Lita moja ya mafuta italigarimu taifa hili, na itaendelea kuwadidimiza Watanzania waliyo masikini. Mimi natoka mkoa wa Kigoma, nadhani ni mbali kuliko Tanzania yoyote bidhaa itakayotoka Dar es Salaam au Dodoma ije imfikie mkulima wa Kakonko, mwananchi wa Kakonko, itakuwa imepanda bei kwa sababu ya kuongeza bei ya mafuta, na wabunge tunashangilia. Nani mbunge hana uwezo wa kulipa laki mbili na nusu hapa ya motaveiko? Matokeo yake motaveiko anakwenda kulipa, mama naye washa kibatari kijijini kwangu kasuga yani bila, bila, bila hata kufanya tathmini wala uhitaji kwenda kusoma sana uwe na madigiri kwamba ukiongeza mafuta umeongeza gharama za maisha. Mashine za kusaga mashine za kusaga zinatumia mafuta. Kwa hiyo mama aliyekuwa anasaga debe moja kwa shilingi elfu moja atakwenda kuisaga kwa shilingi elfu mbili elfu tatu mwananchi wa kijijini kabisa. Tumejiangalia sisi wenye uwezo tukashangilia, tumesave laki mbili na nusu, bila kuangalia wapiga kura wetu wataathirika kiasi gani kwa kuongeza bei ya shilingi 40 kwa lita. Kwa hiyo mimi siungi mkono kabisa swala la kusema hiyo imefutwa na watu wanashangilia tena. Bahati mbaya ya mheshimiwa mwenyekiti, walisimama na kushangilia kabisa kufutwa kwa, kwa motor vehicle halafu, akaongezewa aliyempigia kura kumleta huku bungeni. Mimi nilipata wakati mgumu sana. Ni hatari sana mwenyekiti, lazima tufike hatua tuwe na uchungu na huruma kwa watu maskini. Na, naendelea kuishauri serikali, tutafute namna bora ya kushughulika na motaveiko. Tuachane na wananchi kuwabebe, kuwabebesha mzigo wa, wa, motaveiko. Wazilipe kupitia mafuta ya taa ambayo yameongezwa na yanatumiwa na asilimia zaidi ya sabini ya Watanzania walioko vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumzie haki na maslahi ya ufanyakazi. Nimepitia kitabu cha, cha, cha, cha kaka yangu Mpango chote hakuna kilipotaja masilahi ya wafanyakazi hakuna walipotaja nyongeza ya mishahara kwa wafanyakazi. Mwaka jana wafanyakazi hawakuongezwa mishahara wakatoka patupu, na mbaya zaidi, kwa mujibu wa sheria ya ajira na mahusiano kazini, hata ile statutory annual increment hawakupewa iko pale kwenye waraka wa mishahara. Ukiangalia kule mwishoni, kuna nyongeza ya kila mwaka. Nyongeza ya kila mwaka haihitaji kuja bungeni wala haihitaji kujadiliwa, ni automatic. Kila mwaka unapewa anyo increment, hawakupewa. Na mwaka huu tena imekuja pako kimya, wafanyakazi wanasema chapeni kazi tu, hapa kazi tu. Kazi ipi? Ni kazi ipi ya bila kula kazi hivi. Wafanyakazi wanastaafu, wana maisha magumu. Mshahara waliopata ni ule ulioachwa na awamu ya nne. Tangu awamu ya nne hawajawahi kuongezwa mshahara mwingine. Haya maisha tunakwendaje na wafanyakazi? Matokeo yake wakidai haki zao ni vitisho, mtafukuzwa, utaondoka, tutakutumbua na kadhalika na kadhalika. Haitalisaidia taifa hili, wafanyakazi waongezwe mishahara waongezwe wa mshahara ili waweze kuongeza tija. Kama hakuna mshahara, hakuna tija. hata mungepeleka vitisho vya namna gani, haitasaidia. Madai wa ya wafanyakazi hayajazungumzwa popote, namna ya kuyalipa, plani ya kulipa iko wapi? Pamoja na kiasi kidogo kilichotajwa bilioni 156 ambazo mimi nasema ni za uongo, kwa sababu walimu tu wanadai trilioni 1.06 na zenyewe hakuna plani ya kuwalipa bajeti haijataja. Mnadhani wafanyakazi hawa wataipongeza hii bajeti? Mfanyakazi atakayeipongeza hii bajeti atakuwa na roho ngumu na ujasiri wa kujifunika shuka moja na nyoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, ajira mpya hazikutajwa popote. Tuliambiwa kuna wafanyakazi hamsini na mbili elfu wataajiriwa mwaka huu kwenye, kwenye bajeti imetajwa ukurasa wangapi? Hawa wafanyakazi, hawa wasomi wanaosomeshwa kwa fedha za serikali tena wengine wamepita vyuo vikuu na tumewakopesha fedha kupitia kwenye loan board, tunatarajia waje walipe hiyo mikopo wakishapata ajira. Ajira ziko wapi ili walipe fedha za, za loan board na wengine waendelee kukopa? Tusishangilie wasomi ku, ku, kuendelea kutembea ku, ku, ku mitaani kuzurura mitaani na vyeti vimejaa kwenye briefcase ni hatari kubwa. Ni hatari kubwa, benchi zinatoka wanamaliza vyoo vikuu, wanamaliza vyoo vya kati, wanamaliza wapo tu na hakuna anayeshtuka kwamba hawa hawana ajira. Mpango wa kuajiri uletwe hapa na waziri atakaposimama. Mheshimiwa Mwenyekiti, vyanzo vya mapato ya halmashauri Nina, nina nina bahati mbaya Mheshimiwa rafiki yangu Simbachawene hayupo. Mimi ni mtu ambaye nimekuwa nikilalamikia D by D na wanasema iko bomba, sasa leo D by D imemalizwa na serikali kuu ni, ni, ni jambo jema, kwa sababu kuna jambo ambalo nilikuwa najiuliza kwa nini wizara ya elimu isitoke kule ikawa ikajitegemea isiingie kule kwa halimashauri wakasema mambo ya D by D. Sasa D by D imeliwa na serikali kuu Vyanzo vyote vya mapato vimechukuliwa na serikali kuu na sisi tunashangilia. Halmashauri zinakwenda kustavu, halmashauri zinakwenda kufa. Property tax mmebeba, ambayo iliwashinda kukusanya mwaka jana. Tumetoka hapo, kama vile haitoshi, tumeenda kwenye mabango. Mpaka mabango mnayafuata kwenye halmashauri, nayo yameshindikana huko. Tunakwenda ku lazima waziri wa fedha uje na mbadala wa vyanzo ulivyoviondoa kwenye halmashauri. Uje na mbadala, ni chanzo gani kitakachoendesha halmashauri kule chini? Mimi halmashauri ya Kakonko ni halmashauri changa sana, ukiondoa vyote hivyo vinavyoondolewa, halmashauri ya Kakonko haitafanya kazi yoyote, mwisho mtaifunga. Maana nasikia kuna utaratibu wa kutaka kuzifunga baadhi ya halmashauri ambazo hazitafikia uwezo wa makusanyo. Wanakusanya kutoka wapi wakati makusanyo yote jambo mmebeba. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, miundo mbinu, swala la miundo mbinu bado ha. Asante sana Mheshimiwa Kasuku. Asante Mwenyekiti.